Habari za wakati huu na karibu sana katika Chekeche Jumamosi ya leo. Utakuwa uko nami Moses Mohamed na mapema wiki hii mataifa mawili ya ukanda wa Afrika Mashariki, Rwanda pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, viongozi wake walikutana kule Qatar katika kutafuta suluhu ya kile kinachoendelea mashariki mwa nchi ya DRC, mapigano yakiwa yanaendelea huko, lakini pia tunafahamu fika watu wengi wamepoteza maisha sambamba na wengine kugeuka kuwa wakimbizi. Qatar imefanikiwa kuwakutanisha miamba wawili, marais wa nchi hizi mbili Paul Kagame wa Rwanda pamoja na Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwa pamoja wamekubaliana kusitisha mapigano yale yanayoendelea mashariki mwa DRC. Kwa nini Qatar imeweza kufanikiwa? Kwa nini SADC, jumuiya hii ya maendeleo kwa nchi za kusini mwa Afrika, ambako Rwanda pamoja na DRC ni wanachama, imeshindwa kufikia katika hatua kama hiyo? Kulijadili hilo kwa kina, hii leo katika Chekeche, nitakuwa niko naye kutoka Rw London, Uingereza, AbdulAziz Jaad, habari za Dar es Salaam ni nzuri, na habari za London? Sauti kidogo haijakuja sawa, sawasawa, naomba sijakusikia. Nasema habari za Dar es Salaam ni njema, sijui wewe huko London unaendeleaje? Huko habari ni njema kabisa, na hali ya hewa ni nzuri, kinyume na taratibu zetu, kijua kinatoka vizuri. <laughs> Mashallah, karibu sana katika Chekeche wiki hii. Asante sana pamoja naye AbdulAziz Jaad hapa studioni, nitakuwa niko naye Saidi Msonga. Naye ni miongoni mwa wachambuzi wetu wa masuala mbalimbali mbali ya siasa, lakini pia masuala ya migogoro. Saidi Msonga, karibu sana. Asante nashukuru. Haya, tuanzie kule London, Uingereza, ambako AbdulAziz Jaad mwenzetu yuko kule, na tunataka kufahamu, AbdulAziz Jaad, tuanze na swali la msingi, imekuwaje Qatar ama Amir kiongozi wa Qatar ameweza kufanikiwa kuwakutanisha marais wawili wa nchi za Afrika Mashariki na kuwashikisha mikono, wakiamini kwamba sasa mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unakwenda kusitishwa. Kwa nini SADC walishindwa? Kwa nini Amir wa Qatar amefanikiwa? Asante sana, labda tuanze historia kidogo ya usuluhishi wa mgogoro huu, kwa sababu SADC na nchi za kiafrika ime chukua muda mrefu na imejihusisha muda mrefu katika kusuluhisha na tayari tumeona kwamba nchi za SADC zikiongozwa na uraisi wa nchi za AU kila mwaka ukibadilika, kila mwaka unakuwa unakuja kwa namna nyingine kutokana na nchi yenyewe ambayo imekamata uraisi wa AU wa mwaka ule na sera zake, zake na diplomasia zake za, mwaka, za, wa, za wakati huo, kwa mfano mwaka huu Angola ndio ilipewa kibendera kushika bendera ya kusuluhisha kwa niaba ya SADC na kwa niaba ya Afrika na tukaona kwamba uh, kutokana na historia ambayo imeingiliana na masuala ya kiuchumi, masuala ya, masuala ya kijeshi, maswala ya kiusalama ya hizi nchi ambazo zimehusika kwa namna moja kwa namna nyingine imemomonyoa kiasi kikubwa ile imani na confidence ya Waafrika wenyewe kuweza kusuluhisha mgogoro wa namna hii mpaka ikafikia kwamba uh, Angola ikatangaza rasmi kwamba sio kama inajitoa, lakini inaiweka hili swala pembeni ili iweze kushughulikia masuala muhimu ya uraisi wa AU ambao umekabidhiwa. Kwa namna moja tumeona kwamba Angola ilikuwa inajiondoa kidiplomasia, uh, kiutaratibu, bila ya kusema kwamba imeshindwa. Lakini wakati huo, moja ya sababu ambayo tumeona kwamba Angola imelalamika kwamba kwamba ni mkono wa nchi nyingine za nje ambazo zinaingia hapa, ndio tunapoona kwamba Qatar imeweza kuingia. Ilikuwa ni kama kushtukizwa kwa nchi za Kiafrika, kwamba Qatar haikutangaza ule usuluhishi wa Qatar. Jinsi inavyoingia katika usuluhisho, ilikuwa hakuna nchi za Kiafrika ambazo zilikuwa zinaelewa wazi kwamba sasa Qatar anaingia katika wigo au katika ulingo wa kusuluhisha mgogoro huu. Kwa hiyo yu, ikaonekana kwamba sasa kuna mvutano na mgongano wa kidiplomasia na nchi za Kiafrika zikiongozwa na Angola mwaka huu zikakaa pembeni, tukiona kwamba Katari inachukua sasa namna gani. Tukija kwa Katar tukiwachilia mbali jinsi alivyoingia kinyemela, tunaona kwamba Katar anakuja na nguvu ambayo pamoja na uzoefu wa usuluhishi Toka miaka ya tisini tumeona kwamba Qatar amejihusisha katika usuluhishaji wa nchi na mapigano na vita vya nchi tofauti. Kwa upande mmoja ameweza kusuluhisha kwa kwa ukamilifu, na vingine bado vinaendelea. Kwa mfano, vita vya Israeli na, na, na, na Palestina huko Gaza, Qatar uh, amekuwa mstari wa mbele kuwakutanisha hizi nchi na kuratibu uh, masuala ya kusimamisha vita na kutafuta amani, ingawa vita bado vinaendelea lakini huko nyuma amejihusisha na vita vya Darfur, vita vya Taliban kule Afghanistani ambavyo aliwakutanisha uh, Marekani pamoja na Taliban nchini kwake Qatar, pamoja na Yemen, wakati Yemen eh, Saudi Arabia inapigana pale na tunaona vile vita vimesimama. Kwa hiyo ukichanganya yote haya, uzoefu ambao unaletwa na Qatar katika kusuluhisha migogoro ya kimataifa toka miaka ya tisini mpaka sasa hivi Tunaona kwamba Qatar ameweza kujenga uzoefu mkubwa na kuaminiwa, sio kwa maana yale zile pande za migogoro peke yake, pamoja na mataifa makubwa ambayo yanaidhamini na kuipa baraka Qatar kuendelea, kwa mfano Marekani, kwa mfano Uingereza na EU kwa ujumla. Kwa hiyo tunaona kwamba imeweza kujenga imani, imeweza kujenga uh, hisia za kuaminika kuwa neutral na kuto kuingilia pande mbili na kuwakutanisha, na ukiongeza haraka haraka uzoefu wa Qatar katika kuleta mataifa tofauti chini ya uongozi wake ulioletwa na diplomasia na uzoefu wa kilogistik kwa kuleta kombe uh, la dunia mwaka 2022 uzoefu ule wa kidiplomasia unaingia hapa vile vile uh, katika kuleta sasa usuluhishi. Kwa hiyo tuangalie kwamba Qatar ipo na nguvu na ukimalizia kabisa uzoefu wake, uwezo wake wa kiuchumi na fedha, kwa hiyo ana ushawishi mkubwa na kuaminika na, ku, na kuleta imani kwamba pande mbili zinaweza zikamsikiliza na kuwa neutral. Asante, AbdulAziz Jaad, ngoja turejee hapa studioni kwa Msonga. Msonga. AbdulAziz Jaad ametupitisha katika historia ya Qatar. Ya, ya, ya, ya Pengine kwa kiasi kikubwa ilivyochangia Rwanda na DRC kukubaliana katika hiki walichokubaliana. Tunataka kufahamu ni nini haswa ambacho Qatar ameofa kwa haya mataifa mawili ambacho pengine SADC na jumuiya labda ile kubwa kabisa ya Umoja wa Afrika vilishindwa kuofa kwenye mataifa haya mawili katika kuleta huu suluhisho. Binafsi ninaweza kwanza nikubaliane na alichokieleza mwenzangu AbdulAziz, lakini no. Pia kwa hilo swali lako kwa msingi wake ulivyo, ni kwamba kitu ambacho binafsi nakiona ni kwamba jumuiya hizi za SADC pamoja na jumuiya ya Afrika Mashariki ambazo mm. zinaonekana zilitangulia kuweka kujaribu kuweka jitihada zao za kutafuta suluhisho, lakini ni kama hazikufua dafu hivi, na msingi wake mkuu ni kwamba kwanza kuna Uh, hali ya kutokuaminiana kwa baadhi ya viongozi wa Afrika wenyewe, kwa maana ya kwamba viongozi wengi wa mataifa ya Afrika, nadhani kwa namna wanavyoingia madarakani na namna ambavyo wana, wanaendesha tawala zao uh, imefikia hatua ni kwamba kila mmoja ni kama anafahamu mapungufu ya mwenzake, kwa hivyo inapotokea tatizo baina yao na kaja ya msuluhishi ambaye, kwa namna moja ama nyingine, labda pengine naye anafahamika mapungufu yake ile imani ya kwamba anaweza akatoa suluhisho la, la msingi na la uhakika inakuwa mm. kama haipo, kwa sababu kile ambacho anajaribu kukieleza kwa wenzake ili waweze kukitafutia ufumbuzi, na wao wanakuwa na maswali nyuma kwamba mbona wewe kwako hujawahi kufanya hivyo, ama pengine katika mapungufu ulionayo hatuoni ukiatu, ukichukua hizo njia ambazo unajaribu kutushauri sisi tufanye. Kwa hiyo inaweza kuwa ni mojawapo ambayo imepunguza kile kiwango cha kuaminiana kulingana na namna ambavyo tawala za Kiafrika zimekuwa zikijiendesha lakini kitu cha pili, mgogoro wenyewe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mm. una sababu kuu tatu za msingi yeah. ambazo sababu ya kwanza kabisa ni sababu ya kihistoria, sababu ya pili ni sababu ya, ya kiusalama na sababu ya tatu ni sababu ya kiuchumi. Hizi sababu tatu ndio zinasababisha matatizo ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hivyo, yoyote anayetaka kutafuta suluhisho la amani kuli. na usalama ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lazima azingatie haya mambo matatu na pengine lazima awe na ushawishi katika haya mambo matatu. Sasa ninachokiona hapa ni kwamba jumuia hizi za SADC pamoja na, na, na, na, na jumuia ya Afrika Mashariki ziliangalia zaidi ni namna gani zinaweza zikatatua jambo hili katika sababu kuu mbili za msingi, kwa maana ya sababu zile za kihistoria na sababu za kiusalama. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu sababu za kihistoria zinatokana na kwamba ukiwauliza wanaogombana ndani ya Congo kwa nini mnapigana, ili hali nyinyi ni Wakongomani? Watakwambia kwamba kuna jamii ambazo zinahisi hazitendewi sawa kihistoria, kwa sababu ya asili yake ndani ya ardhi ya Kongo na wakihisi kubaguliwa, kwa hiyo wanajaribu kama kutafuta hivi haki na fursa sawa na jamii zingine. Lakini kwa nini mnapigana ndani ya Kongo wakati kuna watu ambao inaonekana si raia wa Kongo, ni raia ambao wanasadikika ni kutoka Rwanda na lakini wamo katika medani ya mapambano wanasema kwamba tuko huku kwa sababu za kiusalama kwamba tunahitaji tuna kudhibiti makundi yaliyomo ndani ya jamhuri ya, ya, ya kidemokrasi ya Kongo yasiyaathiri usalama wa Rwanda. Kwa hiyo ndio maana baadhi ya Wanyarwanda wamo ndani ya ardhi ya Kongo. Kwa hivyo, sababu hizi mbili zimekuwa zikitizamwa zaidi kama sehemu ya kutafuta suluhisho, lakini sababu ya tatu ambayo nadhani Sadeki na nani wanaiacha, ndio ambayo Katari ikaingilia, sababu ya kiuchumi kuna mataifa ambayo ya makubwa ya, ya duniani hususan mataifa ya kimagharibi ambayo yana makampuni yao yamefanya uwekezaji katika eneo la Kongo mashariki hasa kutokana na rasilimali zinazopatikana katika eneo lile ikiwemo madini muhimu lakini pia na rasilimali zinginezo. Sasa haya uhusika wao unakuja kwamba ndiyo ambayo kwa namna moja ama nyingine yanatuhumiwa na ya, zipo ripoti ambazo zimewahi kulieleza hili bayana kwamba yako baadhi ya mataifa ambayo yanaingia yana, yana kwa sababu za kimaslahi ya kiuchumi yamefanya uwekezaji wa kupitia makampuni yao ndani ya ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwa msingi huyo, yanachokifanya mataifa hayo ni kutengeneza hali ya ukosefu wa usalama, state of insecurity. Kukiwa kuna hali ya ukosefu wa usalama katika eneo la mashariki ya Kongo utafanya yale makampuni yao yaweze kufanya shughuli zao kwa nafasi zaidi bila bugudha yoyote, na ndio maana wanaona kwamba kuna, kuna, kuna urahisi wa upatikanaji wa silaha ambazo zinatoka katika viwanda vya mataifa yaliyoendelea duniani, ambazo zinapenyezwa kinyemela na kuingizwa na kuangukia mikononi mwa wale ambao wanajiita ni waasi na wanaoendesha mapigano ndani ya ardhi ya Kongo. Kwa hiyo kama hawa wawili kwa maana ya kwamba zile sababu mbili za awali, sababu za kihistoria pamoja na sababu kiusalama, za kiusalama, ha, ha, walipotaka kuja kutafuta suluhisho kwa hili, maana yake suluhisho lao lingekwenda kuiathiri sababu ya tatu ya kiuchumi. Na kwa kuwa haya mataifa ni kweli yana ya mikono yao na miguu yao ndani ya, ya, ya mgogoro huu wa Kongo, na wao na wawe hawawezi kukaa kimya, ndio maana unaweza ukaona kwamba dirisha hilo sasa Qatar yamelitumia kuweza kuingia kwa kutumia uzoefu kama alivyoeleza kwa kivizuri kabisa ndugu yangu Abdulaziz, kwamba ni wazoefu sana katika masuala ya upatanishi wa migogoro mikubwa na migogoro ya kimataifa. Kwa hivyo na wao kama ni sehemu ambayo uh, inahusika ina, ina kwa sababu Qatar pia wana mahusiano ya kiuchumi na taifa la Rwanda na kuna uwekezaji ambao Qatar imefanya pale Rwanda. Kwa hivyo na wakati ambao Qatar alionekana kama ameingia by surprise, kwa, kama kwa kushtukiza hivi, ni wakati ambao tayari kulikuwa kuna viashiria vya mataifa ya Jumuiya ya Ulaya kuanza kuiwekea mbinyo Rwanda kuhusiana na kwamba ni namna gani ambavyo inaendelea kutoa kinachoitwa usaidizi kwa kundi kubwa la waasi la M23. Kwa hiyo vile vitisho vilivyoanza, kama unakumbuka, kulikuwa kuna mzozano baina ya Ubelgiji na Rwanda na mpaka kufikia kuvunja uhusiano wa kidiplomasia, na yako mataifa mengine ya Ulaya ambayo tayari yalianza kama kufungua makucha hivi dhidi ya Rwanda, na katika mazingira kama hayo ndio ghafla binvu Katari akaonekana akiingilia kati kwa dirisha hilo na Rais Felix Shisekedi pamoja na, na, na Paul Kagame ni kama wakaibuka kwa ghafla hivi, wakaonekana tayari wapo Katari na wanapatanishwa, kitu ambacho kiliwaacha midomo wazi hata hawa watangulizi ambao walikuwa wameanza jitihada. Kuna vikao viwili vimefanyika hapa Dar es Salaam. Kikao cha kwanza kilikuwa ni kikao cha Jumuiya ya Afrika Mashariki ambapo pamoja na kuitwa, Rais Kagame alikuja lakini Rais Shisekedi hakutokea kikaitwa kikao cha pili ambacho kilikuwa ni mkutano wa pamoja baina ya SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki kikafanyika hapa Dar es Salaam. Shisekedi pia hakutokea. Hakutukea, ni kana kwamba wa, wa, viongozi wa Afrika na hasa wa hizi jumuiya waliona kama Rais Felix Shisekedi ni kama ha, ha, hatoi umuhimu wa kuona kwamba kuna suluhisho linaweza likapatikana, na ndio maana unaweza ukaona hatua sasa iliyofanywa na jumuiya hizi kama alivyosema mwenzangu kwamba Angola ni kama kidiplomasia, waliamua taratibu kuanza kujiweka pembeni, basi ndivyo ambazo hata hizi jumuiya utaweza kuona zilishatoa taarifa kwamba zinaanza kwa awamu kuondoa hata vikosi, vikosi vyao vilivyopo vya, vya kulinda amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwanini? Kwa kwa nini sababu wanaona kwamba jitihada wanazozifanya, lakini wahusika wenyewe DRC chini ya uongozi wa Felix Tshisekedi ni kama hawazipi umuhimu, wanazipuuza, lakini ghafla binivu anaonekana Qatar akifanya majadiliano ambayo yeye anaamini pengine kwamba kupitia Qatar anaweza akafanikiwa kupata kile anachokihitaji. Lakini kwa nini Qatar? Mwenzangu amezungumza kwamba Qatar hata alipokuwa akisuluhisha Marekani na Afghanistan, akisuluhisha na migogoro mingine, inaonekana nyuma yake pia kuna watu ambao wamekaa wakisubiri, na matokeo yake nadhani ndo haya ambayo tumeyaona masaa machache yaliyopita, mkataba mwingine ukisainiwa nchini Marekani. Nchini Marekani. Tutakuja kuangazia huo. Hii ni Chekeche, tafadhali usiende popote, tunakwenda katika mapumziko mafupi hii leo, tukiendelea kujadili mgogoro wa DRC, lakini kubwa zaidi ni upatanisho wa Rwanda na DRC kule Qatar. Ilikuwaje SADC pamoja na jumuiya ya Afrika Mashariki ikashindwa na Qatar ikafanikiwa? Asante kwa kuendelea kufuatilia Chekeche wiki hii. Uko nami Moses Muhammad na studioni niko naye Saidi Msonga, lakini kwa njia ya mtandao tuko naye AbdulAziz Jaad kutoka kule London, Uingereza, na hivi sasa tunarejea tena kwake AbdulAziz Jaad. Jaad, nataka kufahamu, baada ya makubaliano haya tunayaona makundi mengine madogo madogo, kwa sababu tunafahamu kwamba kundi la M 23 linaundwa na vikundi vingine vidogo vidogo lakini pia yapo makundi ambayo hayajajumuika na M 23 katika mapigano hayo, ingawa haya yote yanakabiliana na serikali ya DRC tunayoona na yenyewe yakikubali kuingia katika njia hiyo hiyo ya kufikia mapatano baina ya kundi la M 23 na serikali ya DRC lakini pia na Rwanda kwa pamoja uh... Kama nimekusikia sauti e, swali lako vizuri, kutokana na sauti huku kwangu kwamba e, ni kuhusiana na makundi mengine nje ya M23 M23 kabisa. Ni kweli kuna makundi ya ziada ambayo yametokea e, e, na yapo toka historia ya miaka ya tisini. Tusisahau kwamba sio yale makundi peke yake, pamoja na nchi za jirani ikiunganishwa e, Uganda Angola, Zimbabwe ambazo tayari zilikuwa zipo ndani ya Kongo e, zilikuwa zikipeleka majeshi ndani ya Congo na nyingine zilikuwa zikipigana, tunaita proxy war, vita vya mbali ya nchi hvo ambazo vinapigana katika nchi nyingine. Kwa mfano Uganda na, na Rwanda vimepegana pale Kisangani kwa maslahi ya kugombania mas, rasilimali na sio kutafuta usuluhishi wa, wa, wa, wa, wa, wa ugomvi na migogoro wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa Kongo wa. Lakini hizi hi nchi zimewacha athari kwamba zilikuwa zina vikundi ambavyo vinawakilisha, kwa mfano tumeona M23 inawakilisha zaidi maslahi ya Rwanda au kwa kupitia masulahi ya wa Hutu au uh, Watusi na Rwanda sasa hivi inasema kwamba kwa kisingizio kwamba inawasaidia M23 kwa sababu inataka kusaidia maslahi na kulinda Watutsi ili wasiuliwe au wasipigwe na Wahutu. Kwa hiyo, hivi tunaona tayari kuna vikundi vingi ambavyo vinaathiriwa, lakini kikundi kikubwa kikiwa kama ni mwamvuli sasa hivi ni M23 ambacho kimekubali kuingia kwa niaba, kwa sababu kina kinavutwa pamoja na, na, na, na Rwanda uh, kwa hiyo tunaona vikundi vingine vitafata mkumbo wa namna na hii ikiwa tu wale sponsors wao ikiwa Uganda, Zimbabwe, Angola na kadhalika, bila kutaja zote, kwamba kwa na wao watakubali kuwa neutral ni kwa maslahi ya Congo na maslahi ya kikanda, sio kwamba uh, Kongo peke yake, kwa sababu kukiharibika usalama wa Congo tunaharibikiwa usalama wa kikanda, in, in, in, jirani wote ikiwemo pamoja na Tanzania. Kwao tunaona kabisa kwamba safari hii kwamba vikundi hivyo vinashawishika kukaa na kukubali M23 ikae iwasilishe maslahi yao kwenda pale, bila kusahau, hmm, e, haraka haraka kwamba Rwanda kwa sababu ndio ni mwakilishi anawakilisha wote, na Rwanda ana maslahi ya kuzungumza na Qatar, atamsikiliza kwa sababu Qatar kama ndugu yangu alivyozungumza kwamba ana maslahi ya kuwekeza nchini Rwanda, tayari airport ya Rwanda tayari ameshawekeza zaidi ya asilimia 65 katika shirika la ndege la Rwanda ameshawekeza zaidi ya asilimia 49. Kwa hiyo ana nguvu ya kupitia Rwanda pamoja na hivyo vikundi. Shukrani sana Abdulaziz Jari kutoka hapo London. Nirejee tena kwake Saidi Msonga. Msonga, ni nini ambacho sasa mataifa haya yamekubaliana, ama ni nini ambacho M23 kama kundi linalopambana na serikali ya DRC lakini kama inavyotajwa kwamba linaungwa mkono na serikali ya Rwanda, ni nini ambacho sasa kimekubalika katika meza ya mapatano na pengine kile ambacho ulitutajia awali cha makubaliano yaliyosainiwa pale Marekani? Hapa uh, ndo naona kwamba pengine kutakuwa kuna changamoto kidogo kwa sababu kama ambavyo mwenzangu pia akasema kwamba M23 ni kama wanavutwa hivi na namna na, na ambavyo Rwanda inashiriki katika makubaliano haya. Kwa mfano mazungumzo ya Qatar hayakuwahusisha M23, yalihusisha serikali ya na makubaliano ambayo yamesainiwa hivi punde masaa, masaa kadhaa yaliyopita nchini Marekani, hmm, pia yamehusisha serikali ya Rwanda na serikali, na serikali ya DRC, na maana yale makundi yenyewe hayajahusika moja kwa moja, lakini ukiangalia katika hayo makubaliano, kwa mfano haya yaliyofanyika Marekani, kile ambacho kimekwenda kukubaliwa kimewekwa katika mafungu kadhaa, pengine mafungu matatu. Fungu la kwanza limezungumzia swala la mipaka kwamba namna Rwanda na DRC wataheshimu mipaka yao na kila nchi iishi katika mpaka wake. Lakini swala la kiusalama ni kwamba uh, imeelezwa pale kwamba katika makubaliano kwamba mataifa ya Rwanda na DRC yatashirikiana kuhakikisha kwamba wanadhibiti makundi ambayo ni kitisho kwa taifa jingine, taifa jingine. Lakini la tatu ambalo nadhani ndo la muhimu zaidi la makubaliano haya ni kuhusiana na kufungua milango ya, ya, ya uwekezaji na ushiriki wa mataifa ya, ya, ya kigeni katika masuala ya kiuchumi, kwa maana ya kwamba Marekani itakwenda, makampuni ya Kimarekani yatakwenda kuwekeza eh, katika mashariki ya Jamhuri ya, ya, ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika sekta ya madini kwa, kwa kile ambacho imetaja katika maelezo kwamba itakuwa ni kwa faida ya raia wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, lakini pia Marekani inafungua mlango wa kuwekeza katika sekta pia ya madini na Rwanda ambayo mm, kirekodi haina rekodi haina, za kwamba ina madini ambayo inaweza ikaingia mikataba mikubwa ya kimataifa kuhusu, lakini hilo limetajwa kwenye mkataba. Sasa ukiona vipengele vya namna hiyo vimo kwenye mkataba, unaona kabisa kwamba kumbe ile sababu ya tatu niliyosema, sababu ya kiuchumi, ya kiuchumi ndiyo ambayo ilitumiwa na Qatar Kuifu, kuwa, kuzifanya hizi nchi mbili ziachane na, washi, na majirani zao wa SADC na wa Afrika Mashariki, iwavute hawa wawili waweze kuelekea Qatar, ili wapeleke Washington ambako tayari wamefika mezani na tayari wamesha saini tengenezewa ma, mazingira ambayo sasa watakwenda kutafuta amani, lakini si katika amani kwa maana ya uhalisia wake, ila kwa maana ya kwamba bado kuna mataifa ama makampuni kutoka mataifa ya kigeni ikiwemo Marekani ambayo yametajwa wazi yatakayokwenda kuwekeza pale. Sasa hii itakwenda kuongeza idadi ya makampuni ambayo tayari yapo. Utakumbuka wakati M23 ni mm, kwa kumalizia, wakati inaanza kuteka miji e, pale mashariki ya, ya demokrasi yeah, ya demokrasi Kongo, Kongo kuna, kuna, kuna wanajeshi ya, kuna watu walikamatwa wakatajwa kwamba ni askari wa kigeni ambao wamekutwa kule lakini mahojiano binafsi yaliyofanywa na baadhi ya vyombo vya kimataifa vya habari na wale waliokamatwa, wakasema kwamba wao hawakuwa katika medani ya mapambano, ila walikwenda kwa ajili ya ulinzi wa mali za makampuni ya kigeni kutoka katika mataifa walikotokea ambayo yanafanya kazi zao katika machimbo ya madini kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo unaweza ukapata picha kwamba mgogoro wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza usipate suluhishi ikiwa tu sababu moja ya kiuchumi ndio itakayotafutiwa ufumbuzi, bila alafu sababu za kiusalama bili na sababu za kihistoria zikaachwa zika, zika ashwa, manake zitasababisha yale magenge madogo madogo ya wapiganaji ambayo yamekuepo yaone kwamba bado hayajashirikishwa na yanaweza yakaendelea na makabiliano na mapambano jambo ambalo litaendelea kurefusha zaidi mgogoro katika eneo hilo, lakini hali ambayo hiyo itaendelea kuwanufaisha zaidi mataifa mengine kuliko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na Rwanda ambao ndio waathirika wakubwa. Nikushukuru sana Saidi Msonga kwa kuwa nasi katika Chekeche hii leo, asante na sana. Kutoka kule London. Bila shaka nikushukuru nawe AbdulAziz Jad kwa kushirikiana nasi katika Chekeche. Bado kuna mengi sana ambayo yanahusiana na mgogoro huu wa DRC, tukipata wasaa wakati mwingine tutaendelea kuyatazama kwa kina zaidi. Asante sana. Haya, nawe mwanachekeche, ni kushukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki leo. Hii tulikuwa tukiuangazia kwa kina mgogoro wa Congo DRC, lakini hususan katika eneo la upatanisho ambao umefanyika kule Qatar. Jina langu ni Moses Mohamed, ni kukaribishe tena katika chekeche nyingine wiki ijayo.